Una mshauri nini kijana kama mimi ambaye amemaliza chuo yuko mtaani sasa? Ehe. mm. Anaanza maisha mtaani mm. Namshauri kwamba anza maisha madogo madogo, mm uza -hmm. tunyanya mm -hmm. uza ndizi kama hizo mm uza -hmm. mayai, kijana aliyetoka chuo. Eh, hey, sasa si chuo sasa si hajaajiriwa mm -hmm. hey, akiwa hajaajiriwa fanyeje, akaibe? <laughs> Sasa hivi biashara imekuwa nyingi. mm -hmm. kwa sasa, kwa wavulana wa sasa mm -hmm. anaweza akaweka mwenye ungo kila kitu mm -hmm. akapeleka pale stendi mm -hmm. akawa nauza anasubiri maj... ujira mm -hmm. eh? akaweka, andi... akaweka mapipi mm -hmm. akaweka haya machakula chakula haya wanakula. mm -hmm. au ka... akawa anatembeza mayai pale mm -hmm. hey. anapata hela. anapata hela ya kusubirisha Mungu akimpa eh au wanachukua bodabodaau anachukua, boda, boda. Ae, au, anachukua. Ae, boda, boda na boda boda bwana. Sasa sasahivi hmm. Zimekuaje? Mniambie, zimekuwa nyingi. Watu wanahangaika, wanahangaika nini? Kupata wateja, zinakaa <laughs> pepepyepepye anaita wateja hapo, hajapata halafu. Hey. Wateja sasa hivi wanakwenda kwa simu hmm. Mambo kidijitali, kwa simu anampigia anakuja na mchukua we, uko hapo hapo <laughs> si una simu <laughs> mambo ya bolti hayo. <laughs> Hey.